Na hata kwa uteuzi tutapeleka barua kwenye vyama vyote 18, hatutapeleka taarifa kwenye chama kimoja kwa sababu automatic kimejiondoa kwenye harakati za masuala ya uchaguzi mwaka 2025. Sasa mtu anaweza kadhania kwamba tuna ana, anaweza akasaini kesho. Hapana, signing ilikuwa ni leo. Saizi tunazipeleka kwa ajili ya mpiga chapa aweze kuzitoa kwenye zile za serikali ili kutumika rasmi. Kwa ambacho akikuja leo hakiwezi kutoa fursa kesho.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 kila kwa muda wa miaka mitano. Kwa hiyo kanuni zote zifungwa mwaka huu 2025, zitatumika uchaguzi wa ishirini na tano, uchaguzi mdogo utakaotokea ishirini na sita, uchaguzi mdogo utakaotokea ishirini na saba, ishirini na nane, ishirini na tisa na thelathini kabla ya ule mwaka mmoja kuelekea kwenye uchaguzi. Kwa kama kuna chama cha sasa kijasajili hakijasaini, maana yake hakishiriki uchaguzi wa mwaka huu wa 2025 wa rais na bunge na madiwani na uchaguzi mdogo mwingine wowote utakaojitokeza katika kipindi cha uhai wa, wa miaka mitano kwa sababu ni hiari kusaini maadili. Visiposaini, huwezi kuwa mtajwa kwamba umesaini maadili. Kwa hiyo sisi tuliwatumia wao wote barua na kadri wasio tuliwapigia pia na simu za mkononi kuwakumbusha kwamba tupe nani kuja kusaini. Sasa kama ametumia mfumo huo sawa, kama hajatumia mfumo huo sawa, basi sisi tulikwenda tunataka awe amefika kwenye ukumbi huu na kusaini. Akihiari kutokusaini, kwa namna mtu anayetaka kuitoa atoe kwenye mitandao ya kijamii atoe kwenye nini chochote kile, sisi tulikuwa na mtambua aje leo kwa hiyo hamkupata taarifa rasmi. Taarifa rasmi ni kwamba hatukupata, kwa sababu hakuja hapa kwenye ukumbi. Hatukuambia chama kitujibu kwamba nitakuja, usiji. Sisi tujiongeza tu kuambia kwapa kwa kama umesahau unatakiwa uje tarehe kumi na mbili.